Uh, karibuni sana King of farm uh, sasa bwana, moja ya eneo ambalo wafugaji wengi huwa wanatamani kupunguza bajeti na ni lazima kwa kuku ni matumizi ya vitamini hizi vitamini za dukani. Sasa bwana, uh, leo hii ninakuletea majani sita au vitamini sita za asili ambazo unaweza ukazitumia na zinafanya kazi vizuri kabisa na nitakutajia hizi tam, uh, endapo utazitumia unaweza ukawa huna haja tena ya kutumia hizi vitamini za dukani, ambazo huwa tunazitumia tuna kwa ajili ya vifaranga, lakini pia aa, kwa ajili ya kuku wakubwa. Kwa mfano hapa unaona hii tume hapa sisi tumeweka tume vitamini ya asili kwa hawa vifaranga wadogo kabisa, unaweza ukajifuza uka hapa aa. Sasa lakini pia kwa wale ambao ndio kwa mara ya kwanza unaanza kunifuatilia sisi ni Kingo Farm tunajishughulisha zaidi na ufugaji kwa kutumia tiba za asili, jinsi ambavyo unaweza ukatumia tiba za asili kwa ajili ya kuatibia kuku wako. Utajifunza vitu vyote hivi hapa Kingo Farm, na muhimu sana. Kwa mfano mimi, unaona na hii notebook hii imekaa kishamba shamba zaidi. Uh, hii ukiwa na hii notebook na peni yako, unakuwa unaandika madarasa ambayo sisi tunakuwa tunafundisha humu. Kila siku tunatoa video, kila siku lazima tuweke video, labda itokee dharura kubwa sana, lakini mfano mwaka jana tu tumeweka video 340. 340 ni video chache sana, ni siku chache sana ambazo hatukuweka eh video eh, hapa YouTube. Sasa tukianza na ajani la kwanza kabisa ni majani yote sisi hapa shambani tunayo majani haya hapa, haya hapa, ngoja nikusogezee, ni, ni hapa unaweza ukaona, tuna hii, huu ni moringa au huwa tunaita mlonge. Huu hapa tuna haya hapa majani ha, majani huwa yanaota eh, polini, lakini sisi tulifanikiwa kuyaotesha hapa. Ukichukua kimti cha haya majani ukakichomeka chini kinaota. Tulifanikiwa ku, kuyaotesha hapa uh, kwa hiyo haya majani kwanza ndio majani ambayo mimi binafsi naweza nikasema yapo yana vitamini kwa wingi zaidi, kwa sababu yana vitamini A, yana vitamini B, yana vitamini C na yana vitamini E haya majani. Na namna ya kuyaandaa haya majani ya moringa au mlonge unayakausha kwenye kivuli, ukiyakausha kwenye kivuli unayasaga, ukiyasaga yanakuwa katika unga, kisha unachanganyia na chakula. Mfano kama una mfuko wako wa kilo hamsini aa, wa chakula unaweza ukaweka humo aa, ukaweka kilo kilo tano tu inatosha kwenye hiyo hapo. Kwa hiyo unaweka tu asilimia kumi inatosha kabisa kabisa kabisa, lakini pili Uh, majani ya, ya pili lakini, haya majani pia unaweza ukaya blend ukaya blend yakiwa hivi vya kijani, uka ukayachanganyia kwenye maji. Kwa mfano, kama umeona pale nyuma, sisi tumeweka haya majani ya moringa pamoja na majani ya mpapai. Mpapai huu hapa haya huu mpapai huu ni muhimu sana kwenye ufugaji wa kuku kwa sababu pia kwanza, una vitamini kwa wingi, una vitamini A, una vitamini B, una vitamini C. Aa, lakini pili unatibu unatibu una, una, unatibu magonjwa kama vile ya kuhara na magonjwa mengine. Aa, tatu majani haya hapa hatuna ni majani ya mpera, majani ya mpera ya mpera majani ya mpera yana vitamini kwa wingi zaidi unaona. Yeah, hii ni aloe vera. Aloe vera kuchukua hata mzizi tu ukapanda unakuwa umeota. Kwa hiyo kwa ujifuze shambani kwako kwa. Sisi hapa shambani tum, tunazo tiba za asili nyingi sana, tumezipanda maeneo mengi sana kwa hiyo, kwa sababu tunatumia tiba za asili tunazo nyingi sana uh, mpela mpela wenyewe una vitamini una vitamini A na vitamini B mwisho, lakini una kitu kingine muhimu sana kinaitwa antioxidant. Antioxidant ni kitu ambacho kinaondoa sumu kwenye mwili wa kuku. Kwa hiyo, uh, tunaweza tukasema ukitumia majani ya mpela kwanza yatatumika uh, kama vile uh, vitamin na jambo la pili yatatumika kama vile antibiotics. Antibiotic ni kama vile zile huwa tunaita neoxitiki ni, ni, ni omaisi, ni zile ambazo huwaga tunawapa vifaranga. Kwa hiyo majani ya mpela yanafanya hiyo kazi, yatazuia pia kuhara. Hivyo hivyo jinsi ya kuandaa, e, jagi mbili ukichuma yale majani yake, majagi mbili zile unaziweka kwenye maji lita kumi. A, pia kuna hiki hiki kitu bwana. Haya majira ya mvua nadhani maeneo mengi ipo hapa. Huu bwana ni mchichapoli. Nadhani wengi mnaujua, um, huu ni mchichapoli. Huu mchichapoli muhimu sana kwa kuku kwa sababu uh, kwanza mchichapoli upo na uh, madini ya chuma. Kitu cha kwanza kabisa, una madini ya chuma. Eh, madini ya chuma, kazi kubwa ambayo yanafanya ni kuongeza damu kuongeza damu. Mfano kuku wanaotaga, kama una kuku wanaotaga unawabrendia hii hapa, unajaza e, jagi moja lile pale. Unachuma majani yake unajishindia kwenye jagi moja la brenda, kisha unawabrendia haya hapa. Aya yatawafanya kuku wao wanataga vizuri sana. Wale ambao Uh, kuku waga wakitaga wanapasuka nyuma, hii hapa itawasaidia. Hii inaongeza utagaji, umeona, na kufanya uh, kuku wako awe na kiini cha e, awe na kiini cha, cha, cha njano pale lile yai analolitaga. Na kitu kingine ni kwamba uh, vifaranga wakiwa wadogo waga wanapataga homa ya kushindwa kutembea kwa sababu pia mpia kuna kasha wanashindwa uh, ile homa ya kushindwa kutembea miguu, wanakuwa miguu yao inateteleka. Haya ndio suluhisho kama e, kuku wakiwa wadogo ulikuwa ukitumia ulikuwa ukitumia haya majani haya haya hapa ya mchichapoli, huu tunaoita mchichapoli wenye majani mapana huu. Kama ulikuwa unatumia haya majani, basi yatakusaidia sana sana sana kuwafanya kuku wako wawe imara kwenye miguu. Kwa hiyo hii na wenyewe ni vitamini ya asili nzuri sana. Uh, pia ya tano kabisa ni haya majani ya maboga. Haya majani ya maboga, majani ya maboga jamani, yana vitamini kwa wingi sana. Na majani ya maboga uh, kwa mfano ukichukua haya majani ya maboga unayoona hapa ukachanganyia na mchicha pamoja yani na na na, na, na majani ya mchicha, ukachanganyia na majani ya moringa, uka blend ukawapa kuku wanaotaga, utakuja kunipa matokeo ambayo utayapata. Kuku wako watakuwa wanataga vizuri sana, na mayai yenye ubora, mayai yenye magamba magumu, mayai yenye kiini cha njano vizuri kabisa, ni bonge moja ya vitamin. Kwa hiyo uh, haya majani haya unayatumia kama vitamini vizuri kabisa, na sana sana si waga tunatumia kwa kuku ambao wanataga, lakini pia hata vifaranga ukitumia wanakuwa vizuri kabisa, yani uh, nakwambia kabisa, unaweza ukatokea siku ya kwanza vifaranga wanafika, ukawapa haya majani ya maboga uh, na vitamini nyingine mpaka wanamaliza, usitumie vitamini za dukani. uh, na vitamini nyingine ya mwisho ambayo nakutajia hapa ni haya majani ya kisamvu, haya majani ya, ya mihogo haya. Uh, haya pia yana vitamini kwa wingi, ila haya unahitaji umakini sana Kuuya uh, kuyachuma lazima utoe wadudu wote eh, ndipo uwapatie uh, kuku wako, na blend vizuri kabisa, unawapa kuku wako. Uh, kwa hiyo mpaka hapa nimesha kuelezea uh, vitu sita, majani sita ambayo unaweza ukatumia uh, kama vitamin kwa ajili ya kuku wako. Uh, sasa ndugu zangu, nimefika mwisho lakini, pia nawakumbusha sisi Kingo Farm tunatoa elimu, tunalo darasa la WhatsApp ambalo ada yake kujiunga ni shilingi elfu nane lakini pia tunavyo vitabu ambavyo vinaelezea namna tofauti tofauti ambayo unaweza ukapunguza gharama za ufugaji, lakini pia namna ambavyo unaweza ukawatibia kuku wako. Bei yake ni shilingi elfu kumi na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp.